Wakamuuliza Chege, una shida gani? Akamwambia mimi sina shida. Mbona unataka kutoka nje, uko barabarani? Akamwambia ndo nimeamua hapo. Mimi nikamwambia Chege, ah, tutaenda ibadani. Akamwambia kama basi poa. Acha mimi niendelee. Mimi nikazunguka huko nyuma nikaendelea na heshima yangu. Kaniangalia kwanza, nikasema ah, achana nalo. Nikamwambia aje, Chege mimi naenda kufanyaje, kuchukua huyu abiria mmoja. Akaniambia kamanda, wewe nenda kachukue, mimi nime nikimbize kimbize hapa. Nikarudi nikamkuta, kaniambia nime stop. Akaniambia ngoja nipige maji, nikapiga maji. Nikamletea bukta moja na t-shirt, tunakunywa uji. Kamaliza uji, ngametia mtori Tunaongea vizuri, mdogo amandakwvuna shida ila tuna shida, lakini nipambane nipate kazi, nikamwambia nikaondoka asubuhi, lebaananiumaishara nazacha mdogo wangu yupo anafagia nje, nimekuja nimekuta matakataka amejaa ameja, nikasema mdogo wangu laba anamalizia shimo, nikapita hapa hivi nimwangalie pale, naona pale hayuko, nikazunguka huko nyuma hayuko. Sasa nikaja kwa hapa hivi, kuna kitobo hicho hapo hivi, msongo wa mawazo manakumbuka, marimba baki alimwambia kaa vizuri na kamanda na shida ila zingatia tu yale ambayo kamanda hataki. Mimi mdogo wangu alimfanya wa kama chambo msukule, ndugu wangu anachemcha kama piwa, amlibi chochote ndo mali nipenda. Mdogo wangu alipoamua kutulia nyumbani, sasa kutulia kwenye ndoo huko, ameamua kujinyonga. Ndugu yangu rona, ni uma sana mimi mpoteza mdogo wangu, nimegeka naye sana. Cheki cheki ndugu wangu, mdogo wangu miaka minne kicha mdogo wangu alikuwa analala dampo brasa. Huyu kijana kwa kweli tulikuwa tunamwona mtaani katika kuokota haya mabobwa haya, lakini kichwa chake kilikuwa kama vile somo, akili yake sio nzuri kwa kweli. Tulikuwa tunamtumemsha mzoea tu mtaani kumwona, lakini akili yake sio nzuri kwa kweli. Ni ile mfumo wa kuwa familia, kuwa karibu na kukalisha watoto, labda kuwa karibu na wazazi, na pia watoto wengine sio wasikivu wakiona matatizo wasipende kujichukulia hatua mkononi. Unapokuwa na shida, jaribu kutafuta hata mtu wa jirani, kama kama wako ni familia msikilizani, hata jirani anaweza kukusaidia, lakini kuchukua tu mpaka kujinyonga, kwa kweli mimi naona sio vizuri, sio vizuri kabisa, na ni vijana wadogo bado wanahitajika kwenye taifa. Kwa hiyo, kwa kweli mimi sijafurahia ha. Kwa kweli hii vijana kujinyonga, naona ni mambo ya kifamilia, huwa hata familia zinachangia kutokana na mambo ya maboma. Kwa sababu kama mimi, kijana kujinyonga ni jambo ligumu sana, tunapoteza nguvu kazi. Mimi nashauri vijana wenzangu wa bwana wakiwa na, ma, na mawazo waitaidi hata kuwaeleza wazee wa boma au marafiki zao kutatua shida zao, wasichukue jukumu la kujinyonga. Amejinyonga kwa kutumia kamba hapo ndani ukiangalia amepanda stuli akajitundika, basi nafikiri ile kuning'inia, stuli kadondoka, kwa hiyo amening'inia, lakini miguu pia ipo chini hapo. Nimewauliza ndugu kwenye hicho chumba, anaishi peke yake, maana ukiangalia alijinyonga akarudishia mlango na kuweka tofali kabla hajafanya tukio, nafikiri kwa hiyo anaishi peke yake pale. Wito wangu kwa wananchi ni kwamba changamoto zipo Awezekana ni changamoto ndani ya familia ama changamoto za kimaisha. Hakuna sababu ya mtu kuchukua hatua ya kujinyonga. Ni vema mtu kashirikisha mtu, shirikisha jamii, wanaweza kakusaidia katika matatizo yako kuliko kuchukua maamuzi ya, ya namna hii, ni maamuzi mabaya kipi. majina yake yangu mimi kuanzia baba yake amefariki mwaka jana mwezi wa pili, mpaka leo nadhani itakuwa nimeshafika mwaka sasa, hajai kutoka nje ya geti.